Anitutendea makuu tu kafurahi. Mpenzi wa mashairi, karibu katika Zaburi ya Dominika ya tano ya Kwaresima mwaka cha. Shairi letu latoka katika Zaburi mia moja ishirini na sita kuanzia mstari wa kwanza, wa pili a ba, wa pili cha da, mstari wa tatu, mstari wa nne, watano wa sita, na kibwagizo latoka katika mstari wa tatu na kibwagizo la shairi letu linakwenda hivi: Bwana alitutendea makuu, tukafurahi. Bwana alipowarejesha mateka, toka Sayuni. Tulikuwa na bashasha, ni kama tuko ndotoni. Tukajawa na tamasha, raha vicheko kinywani. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi. Ndo mataifa ya Bwana waliposema makuu, alowatendea Bwana mambo mengi na makuu. Alipoyafanya Bwana tukawa na raha kuu. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi na alitutendea makuu tukafurahi. Uwarejeshe ebwana walotoweka nyumbani, kufungwa bila ungwana, ka vijito vya kusini. Kwa furaha watavuna, walopanda machozini. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi, kafurahi. Ingawa mtu akwenda, zake njia akilia Mbegu tayari kupanda, hakika tafurahia. Akichukua miganda yake, na kushangilia, akichukua miganda yake, na kushangilia. Bwana alitutendea makuu, tukafurahi. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi. Bwana alitutendea, makuu tukafurahi. Amina.